Ni kitu gani unachokifanya unapokuwa peke yako mbali na watu? Unapokuwa peke yako mbali na viongozi wako wa dini, au na wazazi wako ambao walikulea katika maadili ya kumcha Mungu na kufuata sheria za Mungu, ni kitu gani unakifanya? sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunapata kujifunza neno la Mungu kupitia Biblia Takatifu, lakini pia tunajifunza maisha, maisha haya tunayoyaishi kwa ujumla wake. Karibu sana, na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako asante kwa kutupa nafasi tena siku hii ya leo, tunapenda kusikiliza maandiko yako na kujifunza. Tunaomba ukaongee nasi, kiongozi, kwa jina Yesu Kristo. Amina. Ni jambo gani unalolifanya? Ni kitu gani unachokifanya pale ambapo unajua kabisa hakuna mtu anayekuona, pale ambapo unajua kabisa hakuna de kufahamu akakuhukumu, au pale unapojua kabisa kwamba viongozi wako wa dini wazazi wako waliokulea vizuri hawapo, wako mbali, au hawapo kabisa tena duniani. Huwa unafanya nini? Unafanya nini? Swali ni kwamba unafanya nini katika maisha yako, mpendwa? Unafanya nini katika kile kitabu cha waamuzi nane, ule mstari wa thelathini na tatu mpaka thelathini na tano pa tunaona kisa cha Gideoni kama shujaa ambaye Mungu alimchagua aweze kuwatoa taifa lake wana wa Israeli katika mikono ya Wamidiani. Kakaa katika kipindi chake chote, alipomaliza kuwatoa katika mikono ya Wamidiani na watu ambao ni wana wa Israeli walikuwa wanamwabudu Mungu katika kipindi hicho cha Gideoni, lakini somo linatuambia au neno linatuambia katika ule li mstari wa sasa tatu kwamba mara baada ya Gideoni kufa wakamsahau Mungu, wakaacha kumwabudu Mungu, wakaenda kuabudu miungu mingine. Mara baada ya Gideoni kufa wakamsahau Mungu aliyewatoa mikononi mwa watesi wao wa Midiani. Unafanya nini pale ambapo kiongozi wako wa dini, mzazi wako, wazazi wako waliokulea kumheshimu na kumwabudu Mungu, wanapokuwa tena hawapo, unapokuwa upo mbali na upewa macho ya watu wanaokufahamu kwamba wewe ulilelewa vizuri, ukafundishwa vizuri, ulikuwa unaenda kanisani, lakini sasa upo mbali. Maamuzi ni yako, mikononi mwako. Je, yeah, unafanya nini? Unachagua kipi, mpendwa? Unafanya nini? Swali ni kwamba unafanya nini? Wana wa Israeli wenyewe waliamua kuabudu miungu mingine, waliamua kumwacha Mungu, waliamua kusahau yale yote Mungu aliyowatendea kwa mkono wa Gideon mema yote wakaisahau, wakaanza kufanya mambo mengine kinyume na Mungu, Mungu wa miungu yote, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na kila kitu. Na sisi leo, swali linabaki kwetu sisi hapa kwamba baada ya kujifunza neno la Mungu, baada ya kuishi na wazazi waliokulea katika njia ya kumfahamu baada ya kusikia mahubiri na kujifunza neno la Mungu, baada ya kusikiliza video kama hizi na kukumbushwa kwamba tunaye Mungu, Mungu mmoja tu ambaye anastahili kuabudiwa, baada ya kufanya hayo yote na kuyasikiliza, unafanya nini? Huwa unafanya nini, au utafanya nini? Je, utachagua njia gani? njia ile ya kuendeleza kile ulichokisikia ukakiendeleza na kutamani kufuata njia hiyo hadi mwisho, au utakengeuka na kusahau na kurudia yale ambayo uliyatenda mwanzoni, yaliyokufanya upitie shida nyingi, yaliyokufanya ujitenge na Mungu wa kweli, yaliyokufanya uangukie katika mikono ya wanyang'anyi waliokutesa sana. Utafanya nini? Unafanya nini, mpendwa? Muda umefika wa kuweka maisha yetu katika vitendo pale tunapokuwa tunaongozwa katika njia ambayo ni njia sahihi, njia ambayo tumeelekezwa kwamba hii ndiyo njia, mpendwa. Hii ndiyo njia, na hizi ndizo kanuni za kuishi sisi kama binadamu. Huyu ndiye Mungu wa kumwabudu, basi tunatakiwa tufanye juhudi, tunatakiwa tuweke bidii kwa makusudi kabisa kwamba sasa, kwa sababu nimempata Mungu wa kweli, kwa sababu nimelisikia neno lake, ninaamua hivi leo mimi pamoja na familia yangu kumtumikia huyu Mungu wa kweli. Haijalishi viongozi wangu wa kidini watakuwa karibu au wa mbali, haijalishi wazazi wangu walionilea watakuwepo au watakuwa hawapo haijalishi jamii inayonizunguka inamwabudu Mungu haimwabudu ina Mungu, ila mimi na familia yangu tutamwabudu huyu Mungu wa mbinguni kama vile Joshua alivyosema kwamba ijulikane hivi leo kwamba ni mungu gani mtakaomtumikia? jeni hayo mabahali jeni hiyo miungu au ni Mungu wa mbinguni? Lakini mimi na familia yangu tutamtumikia huyu Mungu, Mungu wa majeshi. Hilo ombi ni ombi ambalo tunavyoanza mwaka mpya lingependeza sana kuwa ni ombi la kila mmoja wetu, kwamba nimetanga mbali, umetanga mbali. Kwa maisha tunayoyaishi, kwa matendo tunayoyatenda, kwa mawazo tunayoyawaza, kwa makusudi kabisa tumemtenda Mungu dhambi, pale ambapo tunasikiliza maonyo, tunaenda kanisani, tunasikiliza ibada, lakini baada ya hapo tunatoka na kufanya mambo mengine kabisa tofauti na maagizo tuliyojifunza kwa sababu yule ambaye alikuwa anatukumbusha lile neno ambalo tulikuwa tunalisikia hatulisikii tena, wale ambao walikuwa natuhimiza hawapo tena. Kwa hiyo imebaki sasa, unaanza kurudi katika yale matope ambayo mara ya kwanza ulikuwa ndani yake. Mpendwa, wa nyakati tulizokuwa nazo sasa, si nyakati za kusubiria mtu akukumbushe mara kwa mara kwamba hichi fanya, vile neno linasema hivi. Kama neno la Mungu linavyosema, upendo wa wengi utapoa na unapoa kwa sababu maasi yanazidi sana. Kwa hiyo usimtegemee kiongozi, usimtegemee mzazi wako, usitegemee chochote kile, tegemeo lako liwe ni kwa Mungu pekee. Unapopata fursa ya kujifunza maneno ya Mungu, unapopata fursa ya kusoma neno la Mungu, unapopata fursa ya kujifunza pamoja na watu mbalimbali makanisani, basi endelea, usirudi nyuma kwa sababu watu fulani uliokuwa unajifunza nao wamerudi nyuma. Usirudi nyuma kwa sababu kiongozi wako amekufa au ameasi au na yeye pia ameanguka. Shikilia neno, mshikilie, shikilia ahadi za tunapoanguka tunapojua kabisa kwamba tumekosea, ni vyema sana kurudi haraka sana na kutubu na kurudi katika mstari. Neno la Mungu linasema anakuja upesi, upesi sana. Kristo anarudi. tunapozidi kutapatapa na kujichafua chafua katika dhambi bila kutubu nani ajuaye siku atakapokuja yule mwana wa Adamu, atakukuta upo umeanguka bado unajitafuta tafuta, au atakukuta umesimama ukingang'ania ahadi yake? Ndio maana nikasema ni nini unachokifanya pale ambapo unapojua kabisa hakuna anayekuona, hakuna ambaye atakunyosha kidole akakwambia acha, usifanye hivyo, fanya hivi. Unafanya nini? Uchaguzi wako ni upi? Ni vyema sana mara kwa mara tuchague Kristo. Ni vyema sana mara kwa mara tuchague ile njia ambayo ni sahihi. Badala ya kupoteza muda kujilinganisha na ulimwengu unaopotea na kutamani kufanana na dunia inayoenda kuangamia. Tamani sana kufanana na huyu Kristo. Tamani sana kufanana na huyu ambaye hivi karibuni anarudi na anarudi kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Neno hili likapate kukubaliki sana. Tunapoenda kuanza mwaka mpya, anza na ile imani moyoni mwako, ukiamini kabisa kwamba ndani yako Kristo anaishi. Kama umempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, basi unaamini kabisa kwamba ndani yako anaishi. Na kama anaishi ndani yako, utakapoamini, atakuwezesha kutenda yale ambayo ya ni mapenzi yake. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako, asante kwa sababu umetukumbusha tena kwamba kuna nyakati fulani hatutasikia viongozi wakinena na sisi, hatutasikia video kama hizi zikitukumbusha, uenda hatutaona hata mtu anayetukumbusha tusome neno lako, lakini maamuzi yanabaki mikononi mwetu kwamba katika kipindi hiko cha giza ambacho hakuna mtu anayenena maneno yako, je, ndani yetu tutaisikia ile sauti ya Roho itakayetukumbusha kwamba hiyo njia tunayoiendea siyo, bali njia ni hii. Na nyakati na wakati huu utakapofika, Yesu, tusaidie tukafanye maamuzi mazuri, tukafanye maamuzi ambayo hatutayajutia baadaye. Lakini tutakapopiga hatua hizi kukuelekea, Baba, tusaidie tupige hatua pamoja na familia zetu na waume zetu na wake zetu na watoto wetu ili utakapokuja siku moja tukulaki mawinguni tukiwa tuna furaha pamoja na familia zetu. Mwokozi wetu, tunasema asante kwa pendo lako, kwa jina Yesu Kristo, amina. Mpendwa, ukapate kubarikiwa sana somo hili, shea na watu wengine, usisahau kushea. Unaposhea na wewe pia unakuwa umeunga mkono kazi ya Mungu share. Comment mawazo yako, lakini pia usisahau kusubscribe ili kila nitakaporusha video nzuri kama hizi uwe miongoni mwa wale watu ambao watapata notification. Mimi ninaitwa Judith, asante kwa kutazama na kwa heri, tukutane katika kipindi kingine.